Naam, ujambo na karibu tena katika Mdope Ujuzi. Huu ni mwongozo wa namna gani ya kuweza kutuma maombi ya ajira e, za polisi e, zilizotangazwa mwaka 2025 tarehe 21 mwezi wa tatu. Utaingia katika kiunganishi cha ajira.tpf.go.tz utatokea ukurasa ufuatao vitu e, viwili kuna login na register. kama ni mara ya kwanza utabofya register, e, utaweza kujisajili na utaweza kuandika namba yako ya NIDA kama ambavyo hapo inatokea na utabofia search. Watu wengi wamekuwa kikwama sana kwenye hiki kipengele cha Koyo, rudia marakaza, rudia marakaza. kwa hiyo rudia mara kadhaa kadhaa rudia mara mimi kwamba eh, utafanikiwa. Baada ya kufanikiwa katika hatua ya kuandika NIDA, itakuja ukurasa wa kuweza kujaza taarifa chache kabisa ambazo zinahusisha mtu wako wa karibu, yani next of kin. Utajaza taarifa hizi either za mzazi au, kumbuka kwamba taarifa hizi ni muhimu ia kusaidia wewe kuweza kurejesha password yako hapo utajaza namba ya simu pamoja na jina lake. Nikukumbushe tu kama hujasubscribe tafadhali tumia wakati huu kusubscribe ili tuendane sambamba katika hatua zote mpaka mwisho. So baada ya kujaza taarifa za mtu wako wa karibu, utachagua mkoa, utachagua wilaya, kata, pamoja na sehemu ulikosomea. Kitu kikubwa zaidi na cha msingi chagua kiwango cha elimu. Kiwango hiki cha elimu kitaweza kukudetermine au kukusaidia uko mbele kuona ni aina gani ya kazi unayoiomba kwa hiyo usichague tu kiwango cha elimu eh, ili mradi chagua kiwango chako cha elimu cha juu ambacho unaenda kuombea kazi kama form 4, chagua form 4. Form 6, form 6, chuo, chuo, kwa sababu ukichagua tofauti uko mbele utakwama kufanikisha maombi na hautaweza kurudi nyuma. Kwa hiyo baada ya kuchagua hivyo vitu na kusave utabofya submit application. Baada ya kufanya hivyo ni utapata ujumbe wa hongera kwamba umefanikiwa kujisajili na mfumo utakupatia password na username ya kuweza kuingilia. Password itakuwa ni namba yako, username itakuwa ni majina yako yote mawili katikati kuna nukta kwa herufi ndogo. Utakuweza sasa kuweza ku login kwa hizo password ambazo mfumo umekutengenezea. Hapo upande huu kuna vitufe ambavyo vina alama ya njano, vingine vina alama ya kijani. Kijani kidogo maana yake umekamilisha fomu ya registration, lakini vyenye njano bado. Upande wa kulia kuna picha yako kutoka NIDA pamoja na vitu vya kujaza kama elimu, CV pamoja na uzoefu wa kazi na barua. Kwa hiyo unaweza kuanza hivi sasa kujaza na CV, ukaupload file yako ya CV eh, na kuna video ambazo nimekuwekea kwenye maelezo na comment hapo chini. Video zinaweza namna ya kutengeneza CV. Baada ya kufanya hivyo utaingia kwenye sehemu ya working experience kama unazo. Lakini kama huna working experience fresh from school sio muhimu kujaza, utaachana nacho. Utakuja kwenye elimu. Kwenye elimu sasa itabidi utokea vya kujaza kulingana na kile ulichojaza awali level ya elimu. Kama form 4 utajaza tu form 4. Baada ya kufanya hivyo utatokea ukurasa sasa, e, utaenda kwenye sehemu ya kuweka barua. Utachagua sehemu gani unataka kufanyia interview. E, kama wewe si form 4 utachagua kada, lakini kama form 4 itatokea tu pale form 4. Kama ni form 6 itatokea tu pale form 6, hizi kada nyingi zitatokea, e, okay. Kwa hiyo ndio maana sema mwanzo ni muhimu sana kufahamu eh, au kujaza elimu yako kulingana na kile unachenda kuomba. So baada ya kufanya hivyo, hapa chini kuna sehemu ya kuweka barua, utaweka barua yako sasa ya maombi uliyoandika kwa mkono. Na mimi Mdope Ujuzi hapo juu kulia ukibosha utapata maelezo namna gani ya kuandika barua. Barua hii isizidi eh, KB 500 yani iwe na 0.5 MB, iwe na nusu MB. Kama una swali lolote mpaka kufika hapo, achia comment yako. Tumeenda haraka ili uweze kuelewa. Kwa hiyo baada ya kwa kuona hivyo, utakuja hapo chini find job. Ukibofya find job, zitakuja kazi kulingana na elimu uliyochagua au kulingana na vile vyote ulivyojaza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukiona kazi yako itokei, okay, hiyo kabisa umemesa sehemu huko So, utachagua na utabofya apply. Once umeklik apply na ukaklik okay, ina maana hapo umeweza kuomba hiyo nafasi ya kazi na ukirudi katika dashboard, e, kutakuwa kuna mabadiliko, utaonyesha vitu vyote ulivyovijaza e, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali nakumbusha tena subscribe channel yetu na ulike ili uya kwa kwanza kupata video zinazofuata. Kwa mfano hapa kwenye hiyo Itakuonyesha applied, alafu huku upande wako wa kulia zamebaki hivyo, ipo njano kwa sababu hizi ukiitwa kwenye usaili itaweza kukujazia afya yako, kama umepasi utajaziwa pale eh, vile physical pamoja na oro na pamoja na ile written interview, kama umepasi basi utaweza kuona hata